Muvi inaanzia kanisani. Ni siku ya Jumapili, kama kawaida, kanisa Katoliki huwa linakuwaga na kitu kinaitwa somo, na aliandaliwa kusoma hilo somo ni huyo dogo hapo anaitwa Craig. Alipomaliza kusoma akaenda kukaa. Alipokuwa amekaa, baba yake lakini akamwona moja kati ya matajiri wakubwa sana kwenye kijiji chao anaitwa Mr Haligan. Ibada ilipoisha, Mr Haligan akaenda nyumbani kwao na Craig kusalimia, lakini kwenye mazungumzo yao mzee akasema amependa sana Craig anavyosoma hivyo, anahitaji awe anamsomea vitabu nyumbani kwake na atamlipa dola tano kwa kila lisali moja atakalotumia kumsomea vitabu. Dogo akaona ofa ya mzee siyo mbaya, imenyooka na inajieleza kabisa. Na siku iliyofuata mapema tu akamkia kibaruani, yaani kusoma tu kitabu lisali moja unakula dola tano kibongobongo, dogo kila lisali moja anaingiza elfu kumi na tatu kama ikitokea siku nzima akaimaliza kwa mzee, basi ataingiza kama laki moja na elfu sitini na tano hivi. Alipofika akakutana na mfanyakazi wa ndani huyu bibi anaitwa Edna, alipojieleza akaambiwa aingie ndani. Alipofika ndani akamkuta Mr. Harrigan anamsubiri na kazi ikaanza. Siku ya kwanza akapiga mzigo freshi kabisa, ikawa ni kawaida. Akaanza pia kusaidia mpaka kazi za nyumbani pale kwa Mr. Harrigan. Dogo akirudi nyumbani, kuna namna kama anakosa raha hivi, anapomkumbuka mama yake ambaye alifariki muda mrefu kidogo. Leo dogo kawahi sana mzigoni, kapiga kazi freshi kabisa. Alipomaliza akamuuliza mzee kama atataka kusomewa kitabu kingine, mzee akasema anasoma magazeti. Dogo akamwambia magazeti yanaleta upweke, yani yanaboa, ila mzee akamwambia anasoma masuala ya finance kwa hiyo hawezi kuyapata sehemu nyingine yoyote. Ila dogo alipotoka kwa Mr Harrigan akaenda kwenye library moja jirani na nyumbani kwao, lengo lake ni kufuatilia kiundani taarifa za Mr Harrigan ni nani, anafanya nini na anafanya biashara gani. Akagundua kuwa Mr Harrigan ni mfanyabiashara ambaye alifilisika kidogo kipindi cha nyuma, lakini pia hana mtoto na wala hajawahi kuoa. Siku iliyofuata dogo akapokea kadi ya zawadi kutoka kwa Mr. Harrigan na alipojaribu kukwangua akagundua kuwa ile kadi haikuwa na zawadi ndani yake, kuna namna kama akamind hivi. Miaka ikapita kidogo, Craig amekuwa na hapa, wamekuja kwenye tua ya shuleni, ila walipofika Craig akawa anashangaa sana kuona kuna watoto wengi tena ni lika lake kabisa, wanatumia simu kubwa tena brandi kama iPhone. Walipotoka pale wakarudi nyumbani, na hii ni siku ya Christmas, huwa kuna zawadi zinatumwa, na leo tena Mr. Harrigan kamtumia zawadi, na akapata dola elfu tatu kama zawadi kutoka kwa m lakini baba yake pia alimnunulia zawadi na alipokuja kufungua akakuta ni simu dogo. Akafurahi kinoma kuona amepata simu na akaitumia kumpigia Mr. Harrigan kumshukuru kwa zawadi ya dola elfu tatu. Lakini hela ambayo alikuwa anaipata kutoka kwa Mr. Harrigan dogo alikuwa anaihifadhi, na hapa amekaa na baba yake akamwambia anahitaji kununua kitu kupitia ile pesa, lakini hakumwambia ni kitu gani. Sasa leo Craig amekuja kwa Mr. Harrigan mapema sana na amekuja na zawadi, ilikuwa ni iPhone. Hiki ndicho kitu ambacho ikinunua lakini Mr. Harrigan aliikataa na kusema kuwa hahitaji kabisa simu. Akamwambia matajiri hawatumii smartphone kwa sababu anaamini zinapoteza muda. Sasa kwa sababu mzee ni mtu wa biashara, dogo akamfundisha namna ya kufanya vitu vyake kwenye simu bila hata kununua magazeti, yaani kila kitu kinaweza kwenda sawa kupitia simu. Mzee kuna namna akashawishika, akaona kumbe inafaa kwa matumizi yangu, kwa hiyo ikabidi aichukue na akae nayo. Craig akawa na kazi nyingine tena ya kumwelekeza Mr. Harrigan namna ya kutumia simu kwa sababu umri wa mzee kidogo umemtupa mkono leo. Craig anashangaa kuona mzee hana muda kabisa na kusoma kitabu ila yupo bize na simu kuliko maelezo Craig, ile ilimkata kidogo, ila kwa sababu yeye ndiye aliyemnunulia simu na yeye ndiye aliyemwelekeza kutumia, basi ikabidi yavunge tu ili siku iishe. Siku iliyofuata Craig kama kawaida akafika kwa Mr. Haligan na kila akigonga hodi hakuna mtu ambaye anakuja kumfungulia mlango, ikabidi aingie tu kwa sababu mlango ulikuwa bado haujalokiwa, lakini alipofika ndani alikuta Mr. Haligan amekufa akiwa kwenye kiti chake na ameshika simu ambayo Craig alimnunulia. Craig ikabidi ashtuke sana, na alipoangalia simu yake akagundua kuwa Mr. Harrigan alikuwa anampigia kabla hajafa. Craig akampigia simu baba yake, akamwambia kuwa Mr. Harrigan amekufa, lakini mzee akamuuliza vipi kuhusu mfanyakazi wa ndani, yaani yule bibi. Je, yeah, umemkuta? Craig akasema hakuja kazini siku mbili, kwa hiyo hana taarifa naye. Baba yake akamwambia atulie, alafu akapiga simu hospitali, na wakaja kuuchukua mwili wa Mr. Harrigan kwa ajili ya kwenda kuuhifadhi, lakini Craig kitu alichokifanya ni kuchukua simu ya Mr. Halligan na kuondoka nayo. Hii ni siku ya mazishi ya Mr. Halligan, mwili upo kanisani kwa ajili ya kuagwa, na Craig alipofika kwa ajili ya kuuaga mwili wa Mr. Halligan, akachukua ile simu na kuiweka kwenye mfuko wa Mr. Halligan ili akizikwa, azikwe nayo. Kuna siku Craig alimwandikia message Mr. Halligan na kumshukuru kwa kila jema ambalo alimfanyia wakati wa uhai wake. Hii ni asubuhi, anaamka na anakuta message imejibiwa, anashangaa sana kuona ile message. Ikabidi akamwambia baba yake kuwa anahisi Mr. Haligan bado anaishi, ila mzee akahisi mwanaye anaelekea kuwa na shida ya akili kutokana na kifo cha Mr. Haligan. Akamwambia hakuna na haitokuja kutokea ukamwona Mr. Haligan akiwa hai, hilo sahau kabisa, haiwezekani. Mtu akishakufa amekufa. Kitu cha kwanza kufanya alipotoka pale ni kwenda moja kwa moja kwenye kaburi la Mr. Haligan ili akahakikishe alichokiona asubuhi. Alipofika kaburini, akatega sikio juu ya kaburi ili asikie kama kuna chochote ndani ya kaburi kinaendelea. Kitu cha kushangaza Akasikia mlio wa simu wa Mr. Harrigan unalia, simu ikiwa kaburini. Kuna mtu hapa atauliza sasa, alisikiaje wakati kaburi limefukiwa? Wazungu mara nyingi huwa hawafukii kwa mchanga, kwa hiyo inakuwa ni rahisi kusikia chochote kinachoendelea ndani ya kaburi. Alipotoka makaburini, akaenda nyumbani kwa yule aliyekuwa mfanyakazi wa ndani Bibi Edna, na akamwelezea kilichokuwa kinaendelea. Edna akamwambia unachopitia ni msongo wa mawazo tu, kwa sababu alikuwa anampenda sana Mr. Harrigan, na mtu akifa hawezi tena kurudi hata iweje. Sasa kuna huyu jamaa anaitwa Keni, mara nyingi huwa anamwonea sana Craig. Hapa kambadanisha bwana mdogo, piga sana mateke, butua mno dogo, akazima. Alipofika nyumbani akachukua simu na akatuma ujumbe kwenye simu ya Mr Harrigan kumwelezea alichofanyiwa na Keni, kuwa kaumia sana alipopigwa na mchezi. Asubuhi akapokea meseji kutoka kwa mshikaji wake kuwa Keni amekufa. Craig akashtuka, hii imekuwaje? Craig ikabidi atume voice noti kwa Mr Harrigan, akamwambia agonge mlango mara tatu kama kweli anahusi na mauaji ya Keni. Wakati anasubiri majibu ya alichokiomba anashangaa kuona simu inaita na aliyepiga ni Mr Haligan. Craig akashtuka na wakati huo huo anaona meseji imeandikwa aaccx. Craig akaona ile hali itakuja kumuumiza akaenda kwenye duka la simu ili anunue simu nyingine na ile ya zamani aachane nayo. Craig akapata nafasi ya kwenda chuo na alipofika akakutana na rafiki mpya anaitwa George. Lakini kuna siku baba yake akampigia simu kuwa mwalimu wake ame kufa kwenye ajali ambayo ilisababishwa na mpenzi wake ambaye alikuwa amelewa sana. Craig akaja kwenye mazishi ya mwalimu wake, na wakati yupo nyumbani kwao akakumbuka alipokuwa ameiweka ile simu ya zamani ambayo alikuwa anaitumia kuongea na Mr Harrigan. Akaichukua alafu akamtumia ujumbe kuwa amuue jamaa mmoja anaitwa Dean. Huyu jamaa alikuwa anamtumia Kenny kwenye mambo yake ya kiharifu, na ndio maana Kenny alikuwa muharifu vile vile. Lakini akaja kugundua kuwa Dean alishakufa kitambo sana, hata kabla hajaomba afi leo. Mr Harrigan Halgan akamtumia ujumbe bwana mdogo, unasomeka CCC si, si, si, alafu mwishoni kuna St. Craig. Ikabidi aende kaburini kwa Mr. Halgan na akagundua kuwa Mr. Halgan yeye pia alimpoteza mama yake akiwa na umri mdogo sana, hivyo kuna namna historia zao zinafanana, kwa sababu dogo pia alimpoteza mama yake akiwa bado mdogo sana. Mzigo unaisha. Craig akiwa makaburini kaenda kuongea na Mr. Halgan kwa sababu yeye bado anaamini kuwa mzee anaishi. Royal Win, shinda magari ni mengi zaidi kwenye kasino ya mtandaoni